Upande wa vijijini tuna miradi kumi yenye thamani guru ya shilingi milioni sitini na tano inayoendelea kutekelezwa ukiwemo mradi mkubwa wa Ukiliguru unaohudumia vijiji kumi na tisa vya kata za Usagara, Ukiliguru na Koromije. Tayari tenki la maji la lita milioni moja laki tano limekamilika katika kata ya Usagara na tenki la lita milioni mbili linaendelea kujengwa kata ya Ukiliguru. Mradi huu utanufaisha wananchi wapatao 85,500. Pia tuna mradi mwingine unaoendelea Wailujamate mpaka Buhingo unaotarajiwa kuhudumia vijiji 16. Hatua hizi zote. Hatua hizi zote na miradi hii yote ni uthibitisho wa dhamira ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake kuhakikisha kila mwananchi anapata maji safi na salama. Tunapoenda mbele na mkitupa ridhaa, tutakamilisha miradi hii muhimu na kuongeza nguvu pia katika kushughulikia changamoto zinazotokana na uchakavu wa miundombinu ya usambazaji. Ndugu zangu wa Misungwi, mgombea ubunge amesema hapa kuna barabara ambazo amesema Ningependa wana Misungwi tuzishughulikie barabara ya Mwananga Kahama ambayo ina kilomita 149 inayopita kwenye kata nne, lakini vile vile barabara ya Karume Buhongwa na barabara ya makao makuu ya wilaya. Sasa haya maombi tumeyapokea na kwenda kuangalia uwezekano wa kuzijenga barabara.